Hujambo popote pale ulipo, natumai ubuheri wa afya. Karibu kwenye himizo letu hii leo. Mie hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, na hii leo basi ni ruhusu tupate kuingia katika himizo letu hii leo. Wakati uliopita of course tulije Uh, jifunza mengi wakati ambapo tulikuwa tunasemezana kutoka katika kitabu cha Yohana. Tulikuwa tunasoma katika kitabu cha Yohana sura yake ikiwa ni ya 16 mstari wa 33, tukisemezana kwamba ulimwenguni mnayo dhiki, kuna mambo mengi ambayo watu wapitia hapa, hapa duniani, na Mungu mwenyewe akasema kwamba nimeshaushinda ulimwengu nanyi pia mtashinda. Kwa hivyo, na hizi kuambia mtu asubuhi ya leo kwamba despite kila kitu ambacho napitia, jua kwamba yule ambaye alituumba yule ambaye twasema tu Wakristo kwa sababu ya Christ like, yule ambaye tumechukua mfano wake, basi amesema kwamba ashaushinda ulimwengu. Kwa hivyo kama ashaushinda ulimwengu, hata nasi pia anatupa huo ushindi. Kwa hivyo usikate tamaa katika jambo lolote, mtumainie Bwana na usikate tamaa kwa jambo lolote, mwamini tukijua kwamba kama vile alivyoshinda nasi pia tunaenda kushinda kwa jina la Yesu Kristo. Ikiwa ni asubuhi njema Tuesday njema, tuamshukuru Mungu amekuwa Mungu mwaminifu. E, na ningependa tupate kuendeleza zaidi pale tuliyoachia. Tulikuwa tuko pamoja jana lakini kwa sababu ambazo hazingeweza kuepukika, hatuko pamoja hapo jana lakini tupata kuendeleza zaidi. Naam. Katika ujumbe huu tusome kitabu cha eh, Naam, cha Samueli wa kwanza. First Samuel chapter 17 verse verse 23 all the way to verse 26. Mstari wa kumi na mstari wake wa kumi na, uh, ishirini na tatu hadi ishirini na sita. Karibu, kumbuka hapa ni VMM ukipenda Victor mado Mandala. Naam, tusome andiko hili from verse 23. Biblia yasema hivi, hata alipokuwa akisema nao, kumbe yule shujaa alitokea, yule mfilisti wa Gadhi, jina lake Goliathi, akitoka katika jeshi la Wafilisti, akasema maneno yale yale, naye Daudi akayasikia. Mstari 24, na watu wote wa Israeli walipomwona yule mtu wakakimbia, wakaogopa sana. Mstari 25, na watu wa Israeli wakasema, je, mmemwona mtu huyu aliye aliyepanda huku? Hakika ametokea ili awatukane Israeli basi, itakuwa mtu yule atakayemuua mfalme, atakayemuua mfalme atamtajirisha kwa utajiri mwingi, naye atamwoza binti yake na kuifurahia mbari ya baba yake kuwa huru katika Israeli. 26 Daudi akaongea na watu waliosimama karibu akisema, je, atafanywa atafanywaje yeye atakayemuua mfilisti huyu na kumwondolea na kuwaondolea Israeli aibu hii, maana Mfilisti huyu asiyetairiwa ni nani hata awatukane majeshi uh, majeshi ya Mungu aliye hai? Baba, tuwasema asante, tuomba kwamba Mfalme, nena nasi asubuhi ya, ya leo, enenda nasi katika kila hatua na pungu zidi kuongezeka. Roho Mtakatifu, nitumie upendavyo, mimi ni chombo tu kupitisha neno lako kwa kila mmoja wetu. Nena nasi Mfalme, Baba, jidhihirishe ndani mwetu, nena huyu msikilizaji, nena na huyu mtazamaji, kwa kwa wewe ni mwema kwa jina la Yesu Kristo naomba nikiamini, Amen. Amen. Nashukuru na sana. E, tunapozidi pale kwa pamoja, na kabla tupate kuendelea zaidi, niruhusu nikukumbushe kwamba iwapo umejiunga nasi for the first time e, kuna ujumbe ambao tumekuwa nao hapa mara kwa mara, na kama ulikosa ujumbe wowote hakikisha kwamba namba moja umeweza kusubscribe, ili upate ujumbe ule. Naona unapo subscribe inasaidia kwamba wakati wowote ninapo upload utakuwa unatumiwa email, just a link, wanakufuatia link kutoka kwa channel hii, na ni free of charge. Kwa hivyo unapopata hiyo link pamoja na topic, kwa hivyo kama ni kitu ambacho kimekupendeza, una click tu kwa hiyo link, inakurahisishia. Kama si kitu ambacho kimekupendeza, you are at liberty, unaweza kuiacha tu na itakuwa vyema zaidi. Kwa hivyo pote pale ulipo, nikukumbusha hivi, chini ya video hii kuna neno subscribe, neno kwa wale sign in, sign in na ambao wangependa tusemezane kwa pamoja. Basi, nambari ambayo unaweza kutumia, labda tume SMS, WhatsApp, upige simu, nambari ni 072 24 39 49. Naweza tumia nambari hiyo kuweza kusemezana nami pale. Unaweza kama, nikupiga simu una maumbi, ama unahitaji la maombi ama una swali ambalo ungependa tuweze kuliangazia. Bila shaka nambari ndio hiyo 072 24 39 49. Kwa hivyo semezana nami pale, ama ungependa kusapoti huduma hii, tumia nambari hiyo na itakuwa vema zaidi. Naam. Moja kwa moja basi nusu tuendeleze pale tumesoma katika kitabu cha eh, kitabu cha Samueli wa kwanza, That is First Samuel, eh, sura yake ikiwa ni ya 17, msara wa 23 hadi 26. Bila imeongea kuhusiana na wakati ambapo wana wa Israeli, majeshi ya Israeli walikuwa wamejitokeza wanaenda kupigana na jeshi eh, ambayo ni adui zao, na walipofika pale, kukatokea mtu mmoja ambaye alikuwa mwenyewe ukimwangalia Yeah, unaingiza baridi kwa sababu ana mwili mnene, ni mtu ana experience, mtu anajua kutumia silaha. Kwa hivyo akajitokeza, akasema badala tupigane sote, chagueni jeshi lenu, mtu mmoja tu kwa jeshi lenu, mlete huyo mtu apigane na mtu wetu kwa jeshi letu, alafu mwenye atashinda basi. Ndio hizo sheria wakaweka terms and conditions, na nikiangalia pale ni kwamba baada ya kuweka sheria hizo wakafanya Goliathi akajitokezea pale, wakawa basi kila siku anajitokeza, wakimwona Goliathi wanaingiza baridi. Kila siku wanajitokeza wakimwona Goliathi wanaingiza baridi, wakashindwa, je, itakuwaje? Kwa hivyo ikawa wameogopa, wanashindwa, je, watafanyaje? wata watatoboa vipi? Kwa hivyo wakiwa katika hali hiyo siku moja of course, ilifanyika siku ya kwanza ya pili, ukisoma kwa, ukiangalia kwenye e, utafsiri ukielezewa vizuri kwa wale ambao ni wasomi wa Biblia wanasema kwamba iliendelea hadi siku arobaini. So you can imagine for 40 days, majeshi ya Israeli wanatokea pale, alafu wanaenda ni kama wanaenda kupigana vita. Lakini Goliath anapotokea hivi, tokea hivi, Biblia inasema kwamba wanamuona hivi wanaogopa, wanaingiza baridi, wanajua hapa we are done. Kwa hivyo ikawa kwamba hapo wamekwisha. Na kwa siku zote arobaini walikuwa wanajitokeza na wameenda vitani, kiongozi wao amejua kwamba mfalme amejua pale kwamba mm, watu wangu wako vitani, wanatetea taifa letu. Lakini wakiwa wameenda kule, wakati Goliathi anatokea hivi, wote kwa pamoja wanaingiza baridi, wanashindwa. Je, itakuaje? Kila mmoja anaogopa. Na ni jambo la kuchosha. For 40 days. Mmeenda pale kupigana vita, mpigani, mnaangalia hivi mnaogopa. Na imagine nitumie tu mfano ambao tunaelewa kwamba wanajeshi wetu ambao wameenda kule eh, kule uh, ambao wametumwa kule kuleta uwiano katika nchi ya Haiti. Kwa hivyo wakiwa kule, eti tuwaseme kwamba siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano wako kule, lakini wameogopa kufight na maadui. Wakitoka hivyo waone wale ambao ni Wahaiti wa wa wamevila wa wamejitokeza, wanaingiza baridi, wanarudi kwa kambi zao, wanatulia, wanaogopa. Kwa hivyo wameingiza baridi vivyo hivyo ndivyo ilivyokuwa. Kwa hivyo, rais ambaye amewatoa ame hapa amewakomand, amewapa komando waende walete uwiano katika taifa lile, ajue kwamba watu wameenda vitani, kumbe nao wamekaa kwenye kambi zao wameingiza uoga, ni jambo ambalo si nzuri, lakini kukatokea mmoja, ambapo of course najua walikuwa wameudhika, hawafurahii kile kinatokea, lakini wako na uoga watafanyaje? Kukatokea basi mmoja ambaye ni Daudi. Daudi akafika pale na Daudi anakasirika, anasema, watu hawa wasio na adabu wametokeaje kutukana majeshi ya Mungu? Yaani anaangalia naona kwamba watu wenyewe ni watu hawana una, watu hawajatairiwa, watu ambao wana adabu, anaona hawa watu watatukanaje majeshi ya Mungu. Akasema no, leo ni leo, akawa naona enough is enough, 40 days, this is the 40th day, ni heri ni chukua hatua, na akaenda kwa mfalme uh, of course akachukua hatua ambazo alichukua kwa ajili ya muda, sitaelezea hatua kwa hatua, lakini ikawa kwamba ameenda kwa mfalme kumwonyesha, hapana, mimi nimeua simba kule kichakani, nimefanya abcd kwa hivyo wakati umefika sasa, nipiganie taifa langu. Na nikawa na tafakari kama kungetokea mtu ambaye amekasirika na vile ambavyo wanadharau na kuwatukana majeshi ya Mungu, kama Daudi angefika mali achoke akiangalia, naona ndugu zangu ambao amekuja huku na waamini, nimewaletea chakula wakiwa vitani, kumbe wako vitani, wameogopa. kama haingemkasirisha, nafikiria ingeendelea hata 40 days, ingepita wangefika 50 days, 60 days. juu walikuwa wameogopa na hakuna mtu ambaye alikuwa anaonekana Fast, hakuna yule ambaye alikuwa anaonekana kufika mahali kujaribu kukivita, lakini ujua ilikuwa usipeane a kwa sababu ukishindwa hakuna nafasi nyingine, taifa lenu lote tachukuliwa kama watumwa katika taifa ambalo limeshinda. Kwa hivyo ilikuwa ni kitu ambacho inabidi upige calculations vizuri. Kwa hivyo napoangalia pale eh, tunaona kwamba Daudi alichukua hatua baada ya kuchoka na hali hiyo akaona no, enough, is enough. Nahisi kwamba kuna mtu ambaye unantizama pale kwamba wakati umefika katika maisha yako, ili usonge katika level nyingine, yafaa ufike mahala pa enough is enough, yaani imetosha. Yatosha yale ambayo nimepitia, yatosha kule kuhangaika, nimehangaika, ni wakati uchukue hatua, useme yatosha. Kuna mtu hujachoka na hali yako, ndiposa bado uko nayo. Wahitaji kuchoka na hali ambayo imekuwa ikisumbua, labda ni wewe, familia ya kwako, labda ni kwenye huduma, labda ni pale kazini. Inabidi uchoke na hali hiyo. Unapochoka na hali hiyo na ukasirika, uchukua hatua, bila shaka mambo yatakuwa sawa. Mtu mmoja aliweza akasema hivi, you know, in life, ukikunja tu mikono, if you fold your hands, ungoje mambo ya change yabadilike, hayatabadilika. Itabidi mwenyewe uchukue hatua. Kuna vitu ambavyo inabidi upigane, kuna vitu ambavyo inabidi ung'ang'ane, kuna vitu ambavyo inabidi utubu, kuna vitu ambavyo inabidi utoe sacrifice, kuna vitu ambavyo inabidi kuna hatua kada, kuna vingine ambavyo inabidi ufanye kazi. Wacha kato pale ati pesa zitakuja. Oh, hapana, itabidi ufanye kazi, so kuna hatua tofauti tofauti kwa watu tofauti tofauti ambao tunahitaji kuchukua. Usikae tu pale e eh, kijana ambao unanisikiliza, Gen Z amba unanisikiliza. M -m -m -m -gen alpha gen alpha bado ni wadogo, lakini kwa wote ambao wanasikiliza, popote pale ulipo, ni wakati uchukue hatua, ili usifike mahali kama vile baba yako alikuwa kama vile babu yako alikuwa, nasema hivi ndio tunakuwa kwa familia yetu. Wacha za ovyo, ni wakati uchukue hatua hata kama inakuwa hivo there must be that first person ambaye atamaliza hiyo hali, atajua siri ni ipi, achukue hatua. Sijui kama unafurahia tu wakati ambapo mwaishi kwa maskini, wakati ambapo kupata chakula ni tatizo, wakati ambapo kusoma ni shida, wakati ambapo mwaishi mpaka maskini wanaita maskini. Si makosa ulizaliwa pale, lakini ni wakati uchukue hatua. Usikubaliane tu na hali useme hivi ndivyo familia yetu ilivyo. Hapana, ni wakati uchukue hatua ya kuweza kumaliza hali ambayo inawakumba. Usikae tu ukisema na ngoja mambo yatendeke, hayatatendeka. Tu chukua hatua inayostahili kuchukuliwa, ndiposa ubadilishe mambo katika maisha yako. Sijui nazungumza ndani asubuhi ya leo, lakini nahisi kuambia kwamba mambo hayatabadilika tu. Kama dan, uh, kama Daudi hangefika mahali achoke, ya choke aseme a watu wanatukanaje taifa la Mungu then sijui vita ambavyo vilikuwa vyaendelea vingeendelea mpaka lini? Uoga ambao ulikua umejaa katika hiyo kambi ya vita, sijui ungeendelea mpaka lini? Kwa sababu walikuwa mpaka, unajua mtu akifika mahali ajue kwamba huyu nishamlemea, nishamaliza huyu, nisha ana kudharau. Imagine vile Goliath alikuwa anasimama anaanza kuongea kimadharau, nyinyi watu ovyo, toeni mtu mmoja, waoga nyinyi eh. Natumia majina tu. Ukifika mahali uonekane kuwa mwoga na adui ako juu yako, hata kudharau. Lakini chukua hatua ni wakati uchukue hatua, usikae tu mambo yabadilike. Ndio ni vizuri kuomba, lakini tuongea kuhusu Faith Plus Action. Uombe uamini Mungu na pia uchukue hatua. Ukikaa tu hivi mambo yatabadilika, ukikaa tu hivi hutashinda vita, ukikaa tu hivi watu wako watabadilika, ukikaa tu hivi wazazi wako wataokoka. Ni vizuri uchukue hatua. Kuna watu ambao wanahitaji kuchukua hatua ya kufunga na kuomba. Unaombea jamii ya kwenu, unaombea watoto wako, unaombea familia yenu. Mungu anaye uwezo wa kubadilisha. Kwa hivyo popote pale ulipo, nhisi kuambia kwamba ni wakati uchukue hatua, usikae tu ungojee vitu vibadilike, don't wait, mambo yabadilike tu yenyewe, ya bali chukua hatua na Mungu atakuwezesha . Kuna wale ambao walikuwa ni, e, wale ambao walikuwa kwenye lango e, walikuwa ni, wana, ni wagonjwa walikuwa na ugonjwa, walikuwa na ukoma na ikafika mahali ambapo basi e, wamekaa wakasema tukikaa hapa tutakufa, tukienda hata tunaweza kufa pia, ama tuhifadhi hai. Kwa hivyo akasema cha twende, wakachukua tu. Walipochukua hatua ya kwenda, Biblia inasema kwamba God amplified their steps, wakikanyaga hivyo wakaa kama jeshi kubwa na akawashindania vita ambavyo hawangewaishinda. Kwa hiyo basi kile ambacho anasema ni kwamba chukua hatua usikae hivyo. Umesoma ndio, uko na digri yako unasema mimi nangojea kazi ofisi. Mhm, chukua hatua, anza. Mungu atabariki kazi ya mikono yako. Mungu atakuinua. Lakini ukingoja tu vitu vije kibwerere, my friend hutavipata. The violent get it or take it by force. Kwa hiyo basi nawe pia kuna vitu vitakujia tu. Kuna vitu inabidi ugrab uvichukue na Mungu abariki kazi ya mikono yako. Ni ombi langu kwamba usikae tu pale ungoja mambo yabadilike, bali chukua hatua na mambo yatabadilika na Mungu atakutetea. Mimi hapa ni VMM, ukipenda Victor Mado Mandala, niruhusu tufike pale, nitakuwa napata kuendeleza zaidi hapo kesho, panapo majaliwa yake Mwenyezi Mungu. Kwa yule ambaye labda una swali ama una maoni ama ungependa tuombe kwa pamoja, una prayer request yako. Nambari ya simu ambayo unaweza tumia ni 0722 2439 nambari yangu ya simu ambayo unaweza kutumia pale ni 0722 24 39 49. Kwa hivyo unaweza kapiga pale, tuma SMS kama ni WhatsApp na kadhalika, na Mungu akutende wema na zaidi pia. Iwapo usiondoke hapa kabla usubscribe, kama ni marako ya kwanza chini hapa kuna neno subscribe, click neno subscribe, ukiambia sign in, sign in na Gmail account yako. Copy the link hapa juu and share, niweke comment yako hapa chini, na Mungu akutende wema. Kwa hivyo subscribe VMM kwenye Himizo asubuhi ya leo, nakwambia Mungu akutende wema na usingoje tu mambo yabadilike, bali chukua hatua na Mungu atamplify steps zako na utafaulu maishani. Amen, shalom. Subscribe and bye bye.